Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din wa ba'd. Ahibba ndugu wasikilizaji wa, wa TBC FM Arusha, kwanza kabisa hatuna budi kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa mapenzi yake makubwa kutuwezesha kuamka salama kwa hakika kuna watu ambao walilala salama lakini hawajamka salama, ima wengine wameamka wakiwa na changamoto ya kiafya na huenda wameshafika mahospitalini kwa ajili ya kutafuta tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala wafanyie wepesi ili waweze kupata tiba, lakini pia kuna ambao wametangulia mbele ya haki na watu wanajiandaa na mazishi, na hao vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala awasamehe na wafike salama kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lakini pili, hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wataala kwa kutujalia kufika hapa studio. Lengo na shabaha ni kwa ajili ya kufahamishana, kufundishana, kukumbushana mambo muhimu ambayo yanahusiana na dini yetu hii. Nayo pia ni neema nyingine ambayo tumeneemeshwa na Allah subhanahu wataala, kama alivyotangulia kusema eh, mtangazaji wetu kwamba leo tutazungumzia ubora wa mwezi wa Muharram ambako ndani yake e, kuna funga ya muharam lakini pia kuna funga ya Ashura. Kwa hiyo, haya yote tutayapata katika kipindi chetu kitukufu hiki. Kila moja awe hadhir, kila moja awe karibu na redio yake e, kwa ajili ya kupata faida ahibatu fillah. Katika mawaidha yetu yaliyopita huko nyuma, tulikumbushana kwamba kila mmoja anatakiwa ku, we, kujifanyia muhasaba kila mmoja anatakiwa kujifanyia tathmini e, ndani ya mwaka wa 1446 mwaka wa Kiislamu. Kila mmoja ajifanyie tathmini e, ni kitu gani ambacho amekifanya katika mwaka ambao umepita, na tukasema kwamba mtu akishajifanyia tathmini pale atakapoona kuna mapungufu au kuna mambo ambayo hajayafanya katika mwaka uliopita, aweke azma ya kuyafanya mambo hayo katika Uh, mwaka mpya wa Kiislamu ambao ni mwaka wa 1447 ambao tayari tumeshauingia. Mwaka huu bila shaka kila mmoja alijifanyia tathmini, kila mmoja alijifanyia muhasaba na amejua ni wapi ana mapungufu na ni mambo gani ambayo hakuweza kuyatekeleza katika mwaka uliopita, na bila shaka atakuwa ameweka azma katika mwaka huu mpya wa Kiislamu kwamba nitajitahidi kuyafanya haya. Tulisema kwamba ni vizuri mtu akajifanyia tathmini katika baadhi ya maeneo e, ajifanyia tathmini namna anavyoipigania dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajifanyia tathmini namna anavyotekeleza ibada za faradhi, swala, funga na ibada zingine, ajifanyia tathmini ndani ya mwaka uliopita aliwezaje kuyafanya mambo haya au kuna mapungufu. Lakini vile vile tukasema kwamba mtu ajifanyia tathmini katika ibadati za suna Ibada za suna iwe ni swala iwe ni funga iwe ni kutoa sadaka, ajifanyie tathmini katika mwaka mzima uliopita aliwezaje kuyafanya mambo haya na alijitahidi kiasi gani. Kama kuna mapungufu, basi atakuwa ameyarekebisha, ili akiuanza mwaka huu mpya awe tayari ameweka azma ya kujitahidi katika annawafil. Lakini vile vile tulisema mtu ajifanyie tathmini uh, kwa upande wa kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya mwaka mzima wa 1446 umeisoma dini ya Allah kiasi gani? Umejifunza nini? Umehifadhi Qurani kiasi gani? Umejifunza Qurani kiasi gani? Umejua tafsiri ya Qurani kiasi gani? Umehifadhi hadithi ngapi za Mtume? Umesoma vitabu vingapi? Milango mingapi umesoma katika vitabu mbalimbali? E, lazima ujifanyia tathmini katika mambo kama haya kwa ajili ya kutafuta kheri na baraka mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala bila kujifanyia tathmini, yaani ukawa unaishi tu bila ya tathmini, kwa hakika maisha yako haya hayatakuwa haya na faida, na wewe ni sawa na mfanya biashara ambaye anafanya biashara huku hafanyi tathmini, hafanyi mahesabu ya mali yake ajue kwamba ana faida au ana hasara tulihimizana katika mambo hayo, na mwaka mpya tayari umeingia ambao ni mwaka wa na 1447 na, na tuko katika mwezi wa kwanza kabisa, e, mwezi wa Muharram. Kwa hiyo tutaangalia fadhila na ubora wa mwezi wa Muharram. Mwezi huu una ubora gani mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia ni vipi tunatakiwa kufanya mambo gani katika e, mwezi huu wa Muharram. Ahibba Fa min fadli Llahi subhanahu wa ta'ala ala ibadihi, miongoni mwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake. Anja'ala lahum mawasima, ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia waja wake misimu ya khair, amewajalia waja wake misimu ya kuibada, amewajalia waja wake misimu ya taa wanajitahidi katika toaa wanajitahidi katika ibadati mbalimbali kwa ajili ya kutafuta kheri na baraka mbele ya Allah subhanahu wa taala. yastakthiruna fiha min alamali salih, wanazidisha katika misimu hiyo kufanya mambo ya kheri, wanazidisha katika uh, misimu hiyo kuyafanya yanayomridhisha Allah subhanahu wa taala wayatanafasuna fiha fima yuqarribuhum ila rabbihim, na vile vile wanashindana katika misimu hiyo katika kuyafanya yale ambayo yanawaweka yana wao karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba jambo hili linaniweka karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, ta anakuwa ni mwenye kulifanya. Wasaidu man ihtanama tilka lmawasim, na mtu mwema na mtu mzuri ni yule ambaye atayapatia faida masiku hayo, atayapatia faida misimu hiyo ambayo amewekewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya kuzidisha ibada na kwa ajili ya kushindana, kwa ajili ya kujiweka karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ndugu zangu katika imani, miongoni mwa misimu hiyo ni pamoja na mwezi huu wa Muharram. Mwezi huu wa Muharram ambao tumeuanza ni katika miezi mitukufu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika kitabu chake kitukufu anatueleza ya kwamba inna iddat ashuhuri inda Allahi ithna ashara shahran fi kitabillah, hakika idadi ya miezi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni miezi 12 ambayo miezi hiyo e, imetajwa katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma khalaqa samawati wal arda, tangu alipoumba Allah Subhanahu wa Ta'ala mbingu na ardhi. Kwa hiyo Allah ameumba miezi 12. Minha arba'atun hurm. miongoni mwa miezi hiyo 12 kuna miezi minne ambayo ni mitukufu dhalika dinul qayyim hiyo ndio dini ya sawasawa sawa. fala tadhlimu fihinna anfusakum na msije mkadhulumu katika miezi hiyo nafsi zenu sura tauba aya ya 36 ibn abbas mfasiri wa quran sahaba mtukufu akiifasiri aya hii kipande ambacho kinasema fala tadhulimu fihinna anfusakum, Ibn Abbas anasema fi kulli hinna, msifanye dhuluma katika miezi kumi na mbili yote hutakiwi kuidhulumu nafsi yako, hutakiwi kumdhulumu mtu mwingine, hutakiwi kufanya dhulma. Na mtu kuidhulumu nafsi yake ni pale ambako atafanya mambo ambayo yameharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, yame, a, mambo ambayo yamekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala, yeye akawa ni mwenye kuyafanya mambo hayo, mambo ya haramu, mambo yaliyokatazwa, akawa ni mwenye kuyafanya, basi huyu atakuwa anaidhulumu nafsi yake, au akawa si mwenye kuyafanya yale ambayo ameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala Afanye yeye akawa ni mwenye kujiweka mbali nayo, si mwenye kufanya ibada, si mwenye kuswali, si mwenye kufunga, si mwenye kutoa sadaka, akajiweka mbali na ibada ambazo anatakiwa kuzifanya. Eh, huko ni katika kuidhulumu nafsi. Kwa hiyo Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anasema muislamu hatakiwi kuidhulumu nafsi yake katika miezi kumi na mbili yote. Anatakiwa akae mbali kabisa na mambo ya dhulma. thumma akhtaswa min dhalika arba'ata ashhuri, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaihusisha miezi minne ambayo akafajala hunna haraman, akaifanya miezi hiyo ni miezi mitukufu sana. Waadhama hurumatihinna na akafanya utukufu wake ni mkubwa. Wajacala dhamba fihinna azam, na akajalia dhambi inayofanyika katika miezi hiyo mitukufu, dhambi hiyo inakuwa ni kubwa mno madhambi yake yanakuwa ni makubwa mno. Makosa yanayofanyika katika miezi kama hii pamoja na mwezi wa Muharam, madhambi yake e, na, dhambi yake yanakuwa ni kubwa e, kosa dogo, lakini madhambi yanakuwa ni makubwa sana. Wal amalu salihu, na matendo mema yanakuwa yana malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wal ajra a'zam na vilevile Allah akajalia ujira wa, wa, wa matendo mema yanayofanyika katika miezi kama hii ikiwepo mwezi wa Muharram, ujira wake ni mkubwa. Kwa ndugu zangu katika iman, ndugu msikilizaji wa TBC FM Arusha e, fahamu ya kwamba tayari umeingia katika mwaka mpya, uko katika mwezi wa kwanza ambao unaitwa mwezi wa Muharram e, na mwezi huu ni katika miezi mitukufu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema "As-sanatu Ithna ashara shaharan, mwaka una miezi kumi na mbili. Minha arbaatun hurum, miongoni mwa miezi hiyo kumi na mbili kuna miezi minne ambayo ni mitukufu. Thalathatun mutawaliyat, miezi mitatu imefuatana Dhulqada Mtume akaitaja miezi hiyo, ni mwezi wa Dhulqada, mwezi wa 11 katika miezi ya Kiislamu, wa dhulhijja na Dhulhijja, mwezi wa 12 katika miezi ya Kiislamu, wal muharram na mwezi wa Muharram ambao ni mwezi wa kwanza eh, katika mwaka wa Kiislamu, wa rajab mudhara na mwezi wa Rajab alladhi baina jumada wa shaaban mwezi wa Rajabu ambao uko kati kati ya mwezi wa Jumada na mwezi wa Shaabani, wenyewe uko katikati hapo kati na mwezi wa uh, Rajabu ni mwezi wa saba eh, katika miezi ya Kiislamu. Kwa hiyo miezi mitukufu ni minne ambayo ni mwezi wa kumi na moja na mwezi wa kumi na mbili na mwezi wa kwanza na mwezi wa saba. Hii ni miezi mitukufu na Allah subhanahu wa ta'ala, ameijalia miezi hiyo ili iwe ni msimu au misimu kwa ajili ya waislamu kujitahidi kufanya yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, katika mwezi huu wa Muharram mtu anaweza akafunga vile vile e, kufunga mwezi wa Muharram. Aliulizwa Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Ibn Baz aliulizwa, je, inafaa kufunga mwezi wa Muharram wote? Akajibu kwa kusema shaharullahi almuharram, mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala, mwezi wa Muharram. Faqad qala ar-rasul sallallahu alayhi wasallama amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na mwezi huu, afdhalu siyami, bora ya funga, funga ambayo ni bora sana. Mtume ametumia neno afdhal, eh afdhalu siyami, funga ambayo ni bora sana baada Ramadhana, baada ya mwezi wa Ramadhani, shahrullahi almuharram, ni funga ya mwezi wa Allah mwezi wa Muharram. Hadithi hiyo iko katika Eh, ee, sahihu ee, Muslim. Kisha shekha akasema faida idha samahu kullahu muislamu atakaofunga mwezi atakapoufunga mwezi mzima mwezi huu wa Muharram fa huwa tayibun, kufanya hivyo ni vizuri, kufanya hivyo ni vyema. Au sama tasia wal ashira wal hadi ashara, au akafunga siku ya tisa na ya kumi na ya kumi na moja fadhalika sunna, kufanya hivyo ni sunna. Kwa hiyo ni ruhusa mtu kuweza, kama ana uwezo wa kufunga basi anaweza akaufunga mwezi mzima, au akafunga baadhi ya masiku ndani ya mwezi wa Muharram kwa ajili ya kutafuta kheri na kwa ajili ya kutafuta thawabu mbele ya Allah subhanahu wataala, kwani funga hii ni funga ambayo ina ubora mkubwa mbele ya Allah subhanahu wataala, ni funga ambayo ina thawabu nyingi mbele ya Allah subhanahu wataala. Ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema Funga iliyobora, baada ya funga ya Ramadhani ni funga inayofungwa katika mwezi wa Muharram. Ahibatu fillah, kuzan katika imani, ndugu msikilizaji wa TBC FM Arusha, miongoni mwa funga ambazo zinapatikana katika mwezi huu wa Muharram ni Siyamu Ashura, ni funga ya Ashura. Funga hii ya Ashura inapatikana katika mwezi wa Muharram.

hii ni funga ya namna gani ambayo mnaifunga qaluu mayahudi wakasema hadha yaumun salihun hii ni siku njema hii ni siku nzuri hadha yaumun naja llahu bani israila min aduwihim hii siku ni siku ambayo mwenyezi mungu subhanahu wa taala aliwaokoa wana wa israeli kutokana na adui yao adui yao ambayo ni firauni baada ya kuokolewa wana wa Israeli na adui yao faswamahu, Musa. Musa akaifunga siku hii ya Ashuraa kwa kumshukuru Allah subhanahu wataala, kuwaokoa wana wa Israeli, kuwaokoa na adui yao ambayo ni Firaun. Qala, mtume akasema ana ahaqu bimusa minkum, mimi na haki zaidi na Musa kuliko nyinyi faswamahu Mtume sallallahu alayhi wasallam akaifunga siku ya Ashura wa amara bisiyamihi, na akawaamrisha maswahaba waifunge siku hiyo, kwa yeye mwenyewe ameifunga na akawaamrisha maswahaba waifunge siku hiyo. Muttafaqun alayhi, hadithi hii e, utaikuta katika sahihu Bukhari na sahihu Muslim, kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika katika mji wa Madina aliwakuta mayahudi wakiifunga siku hii, akawauliza sababu ya wao kuifunga siku hii. Wakasema hiyo ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimuokoa Musa pamoja na wana wa Israeli kutokana na adui yao Firaun pale ambako eh, Musa wa Israeli, na wana wa Israeli alikuwa anafukuzwa na Firauni na jeshi lake, lakini mwisho wa siku wale Firauni na jeshi lake wakawa wameangamizwa na Allah subhanahu wa taala katika wakazamishwa katika bahari wakawa wamekufa. Kwa hiyo Musa akaifunga siku hiyo kwa kumshukuru Allah subhanahu wa taala kumwokoa, eh, kutokana na adui yao huyo Firaun, na aka akaifunga siku hiyo na Mayahudi wakawa wanaifunga siku hiyo Mtume alipofika akawakuta wanafunga na waka, akawauliza wakamweleza Mtume sababu ya wao kuifunga siku hiyo. Na siku ya Ashura ni siku ya kumi katika mwezi wa Muharram. Tunaposema siku uh, yaum wa Ashura, siku ya Ashura ni siku ya kumi katika mwezi huu wa Muharram. Katika hadithi nyingine, Ibn Abbas radhiallahu anhuma, Ibn Abbas anasema

ala khairihi kuliko masiku mengine isipokuwa siku hii ya Ashuraa. Ndio mtume alikuwa anaifunga sana siku hii na mwezi huu, anakusudia mwezi wa Ramadhan. Kwa hiyo hadithi hii pia inatuelekeza na kutufundisha na kutukumbusha ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa naifunga siku ya Ashura. Na wewe mwislamu, ambaye unampenda mtume sallallahu alayhi wa salama, unamfuata mtume sallallahu alayhi wa salama, unamtii mtume sallallahu alayhi wa salama, ifunge hii siku ya Ashura itakapokufikia na uko salama, ifunge siku hiyo, kwa hakika malipo yake ni makubwa. Miongoni mwa ma, ma, ma, malipo yake ni mtume sallallahu alayhi wa salama anasema, siyamu yaumi Ashura Funga ya siku ya Ashura ahtasibu ala Allah, ninatarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anyukaffira sanata allati qablahu, anifutie madhambi ya mwaka uliopita. rawahu Muslim. Funga ya siku moja inakuwa ni sababu ya wewe kufutiwa madhambi yako na Allah Subhanahu wa Ta'ala, madhambi ya mwaka mzima. Kwa hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala ana huruma na waja wake. Allah Subhanahu wa Ta'ala ana huruma na wanadamu, amewawekea sababu ya kuwafutia makosa ambayo wanayafanya, kwa sababu sisi kama wanadamu tuna makosa, hakuna aliyekamilika, kila mmoja na makosa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea njia ya kuweza kufutwa makosa hayo na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuyafanya baadhi ya mambo ambayo ni sababu ya sisi kufutiwa makosa yetu. Katika mwezi uliopita tulikuwa na mwezi wa Dhulhijja na mwezi wa Dhulhijja vile vile ilikuwa ni fursa kwa Waislam, ilikuwa ni msimu kwa Waislam, watu wamejitahidi katika kuyafanya ya kheri, watu wamejitahidi kufunga, na wengine wamefunga siku tisa, wengine wamefunga siku tatu, wengine wamefunga siku moja. Wengi wao wamefunga siku ya tisa ambayo ilikuwa inaitwa ni siku ya Arafa. Siku ya Arafa anapoifunga Mwislam, anasamehewa madhambi yake ya miaka miwili, mwaka uliopita na mwaka ujao. Kwa hiyo haya tuliyafanya katika mwezi uliopita. Lakini bado kuna fursa kama hizi. Mtu anapofunga siku ya Ashura, inakuwa ni sababu ya kusamehewa madhambi yake ya mwaka mzima uliopita. Kwa hiyo kama ulifunga e, siku ya Arafa, madhambi yako yalifutwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madhambi ya miaka miwili yalifutwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na bado umewekewa tena funga nyingine, funga ya Ashura. Unapoifunga, inakuwa ni sababu ya wewe kusamehewa makosa yako ya mwaka mzima na Allah subhanahu wataala. Lakini madhambi ambayo wanasamehewa ndugu zangu katika imani ni yale madhambi madogo madogo, ama madhambi makubwa yanahitajia tauba, mtu arejee kwa Allah subhanahu wataala, anatakiwa atubie kwa Allah subhanahu wataala ndugu zangu katika imani. Kwa kumalizia kipindi chetu tuangalie maratibu suyami yaumi ya Ashura. Daraja za kufunga siku ya Ashura, namna ya kuifunga funga ya Ashura, unaifunga kwa utaratibu gani? qala shaykh ibn uthaymeen rahmahullahu ta'ala. Ibn uthaymeen anasema siyamu ashura lahu arba'u maratibin, kuifunga siku ya ashura ina daraja nne. Al martabatu al ula, daraja ya kwanza Annasuma tasia wal ashira wa wala hadi ashara, ni tufunge siku ya tisa katika mwezi huu wa Muharram na siku ya kumi katika mwezi huu wa Muharram na siku ya kumi na moja katika mwezi huu wa Muharram. Hili ndiyo daraja la kwanza au namna ya kwanza ya kuifunga siku ya Ashura ni kufunga siku tatu, siku ya tisa na siku ya kumi na siku ya kumi na moja. Sheikh anasema wa hadha ala almaratibi, na daraja hii na utaratibu huu wa funga hii, kufunga siku tatu, anasema ndio daraja ya juu kabisa, Eh, katika kuyafunga masiku haya au katika kuifunga Ashura, liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, kwa kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, wa sumu yauma Ashura, fungeni siku ya Ashura, wa wakhalifu fihi alyahuda, na tofautieni katika funga hiyo, tofautianeni na mayahudi wasumu qablahu yawman fungeni siku moja kabla ya siku ya Ashura, ambayo itakuwa ni siku ya tisa au baadahu, au, au baadahu yawman au mfunge e, siku itakayokuwa baada yake, baada ya siku ya kumi ambayo itakuwa ni siku ya kumi na moja. Na kufanya hivyo ni kwa ajili ya kutofautiana na Mayahudi. wal insanu idha swama e, idha swama thalatha na mwanadamu anapofunga masiku matatu idha sama thalathata ayami, anapofunga siku tatu. Haswala ala, ala fadilati siyami thalathati ayamin min minshahri, anapata fadhila ya kufunga siku tatu katika kila mwezi. Miongoni mwa funga mfunga za suna ambazo Mwislamu anatakiwa ajizoeshe kufunga ni kufunga siku tatu katika kila mwezi. Sasa unapofunga siku tatu katika mwezi huu wa Muharram Ukafunga siku ya tisa ukafunga na siku ya kumi ukafunga na ya kumi na moja, hapo utakuwa umepata fadhila za kufunga siku ya Ashura, lakini vile vile utakuwa umepata funga ya kufunga siku tatu, ambayo Muislamu anatakiwa kufunga siku tatu katika kila mwezi. Hiyo ndio daraja ya kwanza. Almartabatu thania, daraja ya pili, atasiu walashiru ni mtu kufunga siku ya tisa na ya kumi, kufunga siku mbili Liqawli nabii, kwa qawli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, la imbaqitu ila qabilin, kama nitabakia nikiwa hai mpaka mwaka ujao, laasuumanna tasia, ntafunga siku ya tisa pamoja na siku ya kumi. Na Mtume aliyasema maneno haya lamma, pale alipoulizwa lama qila lahu pale alipoelezwa, inna alyahuda kanu yasumuna alashira, kwamba mayahudi wao walikuwa wanafunga siku ya kumi na wanaitukuza siku ya, siku ya kumi. Wa kana yuhibbu mukhalafata alyahud, na Mtume alikuwa anapenda kwenda tofauti na Mayahudi. Mtume alikuwa anapenda kuwahalifu Mayahudi, bal mukhalafatu Uh, bali kuwahalifu wote ambao wanakwenda kinyume na sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mtume alikuwa anapenda kuwahalifu mayahudi. Mayahudi kwa kwa wao walikuwa wanafunga siku moja tu, siku ya kumi. Mtume akaelekeza kwamba ili kuwahalifu mtu afunge siku moja kabla ya siku ya Ashura au afunge siku ya kumi na siku ya baada ya siku ya kumi ambayo ni siku ya kumi na moja. Kwa hiyo, hiyo kwa hiyo ni, hilo ni daraja la pili, unafunga siku ya tisa pamoja na siku ya kumi. Almartabatu thalitha, daraja ya tatu, alashiru ma al hadi ashara, ni mtu kufunga siku ya kumi na siku ya kumi na moja. Unafunga siku mbili vile vile, lakini unafunga siku ya kumi na siku ya kumi na moja. Almartabatu rabia, daraja ya nne na ya mwisho, alashiru wahdahu ni mtu kufunga siku ya kumi peke yake, lakini hapo atakuwa amekwenda kinyume na maelekezo na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallama namna alivyoelekeza kwamba tunatakiwa kuwahalifu Mayahudi, tunatakiwa kuwahalifu e, Mayahudi katika ibada zao. Kwa ndugu zangu katika imani, tuko ndani ya mwezi wa Muharam, mwezi wa kwanza katika miezi ya Kiislamu, muislamu anatakiwa Eh, ayafanya haya ambayo tumeyaelekeza, afunge kama ataweza kuweza kufunga mwezi mzima wa muharamu ni vizuri, lakini vile vile hakuweza kufunga mwezi mzima, basi asiache kufunga eh, funga ya Ashura na funga ya Ashura ni kama tulivyoifafanua, ni kama tulivyoelekeza. Kwa hiyo muislamu unatakiwa kufanya kheri hizi, na tumeona miongoni mwa fadhila zake na miongoni mwa faida zake ni kwamba unasamehewa madhambi ya mwaka mzima uliopita. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tujitahidi katika e, kuyafanya haya kwa ajili ya kutafuta kheri na baraka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala.